Waandishi a wa habari, napenda kutoa taarifa e, kuhusiana na kesi mbalimbali mbali za uchaguzi ambazo chama cha mapinduzi kilifunguliwa kupitia kwa viongozi wake ambao ni wenye viti wa vijiji na wenye viti wa mitaa e, tulikuwa na jumla ya kesi kumi na moja katika wilaya ya Kigoma, mbili katika halmashauri katika ya wilaya ya Kigoma na kesi tisa katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Napenda kuwafahamisha kuwa katika kesi hizo kumi na moja chama cha mapinduzi kimepata ushindi mahakamani kwa jumla ya kesi kumi na kesi moja e, tumeshindwa na mitaa ambayo chama cha mapinduzi kimepata ushindi katika mashauri hayo ni pamoja na mtaa wa Lumumba kata ya Kasimbu Busomelo, e, kata ya Kasimbu mtaa wa Mashine, pia kata ya Kasimbu mtaa wa Livingstone, kata ya Kasingirima, e, lakini pia tuna mtaa wa Kibirizi kata ya, ki, ya Kibirizi mtaa wa Mkese, kata ya Kagera, mtaa wa Mnazi mmoja kata ya Kitongoni, na mtaa wa Lake Tanganyika katika kata ya Buzebazeba e, maamuzi ya Chama cha Mapinduzi e, katika mtaa wa Geza Ulole kata ya Gungu ambao tulishindwa kesi hiyo e, tunakwenda kukata rufaa e, e, kwa sababu tunaamini kwamba ushindi wetu ulikuwa ni wa halali, lakini aimiamua, e, ku, kwa sababu mahakama imeamua, tutakwenda Mahakama Kuu kwa ajili ya kukata rufaa ili kiongozi wetu, mwenyekiti wetu wa mtaa ambaye alichaguliwa kuongoza mtaa huo aweze kuendelea na majukumu yake. Lakini pia napenda kuwafahamisha kuwa katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma tulikuwa na kesi mbili katika kijiji cha Kagunga na kijiji cha Kigali ambazo pia zote tulishinda. E, kwa namna ya pekee chama cha mapinduzi katika mkoa wa Kigoma kinapenda kuwashukuru e, viongozi na wanachama wote e, katika mkoa wa Kigoma kwa ushirikiano mkubwa ambao wametoa katika kipindi chote ambacho mashauri haya yalikuwa yanaendelea katika mahakama ya wilaya ya Kigoma.